Barabara kabisa, mtazamaji. Asante sana kwa kuendelea kutazama Sema na Citizen. Sasa hivi tunataka tuzamie mazungumzo kidogo tu kuhusiana na yale ambayo yanaendelea wakati ambapo baadhi ya wale uh, ambao wanawania kiti cha wenyekiti katika IEBC wameweza kuhojiwa wa kuhujio, kwanza akiwa Abdukadir E, Lorot na Ann Amadi ambaye amemaliza kipindi chake muda mfupi kabla sisi kwenda hewani. Halafu baadaye kutakuwa na wengine Charles Nyachae pamoja na mwingine ambaye atakuwa mwendo wa saa kumi nusu. Javas, karibu sana Javas Bigambo. e, amekuwa mchanganuzi wetu wa maswala mengi tu kuhusiana na uongozi, na kwa sasa tutaka tujadili kwa kifupi tu. Kwanza kabisa kitu gani ama hisia zako kutoka kwa wale wawili ambao wameweza kuhojiwa? Paka, sana. Asante sana Nimrod kwa mwaliko huu kwanza Uh, katika uh, kutathmini jinsi ambavyo uh, viongozi hao wawili no. ambao wanawania kiti cha wanawania nafasi ya kuwa mwenyekiti kiti. No. wa Tume ya Uchaguzi na Mipaka no. Tayari mambo kadha yanadhihirika. Wao wawili ni wanasheria mm -hmm. na wamekuwa katika nafasi mbalimbali, tajiriba zao mbalimbali, akiwemo kwa mfano wabime, Ana Madi ambaye no. amekuwa ni msajili, msajili katika mahakama na ameweza kustaafu na ameweza kueleza tajriba yake na uelewi wake wa masuala ya u, uchaguzi masuala ya teknolojia kadhalika, na pia yule ambaye alikuwa alimtangulia uh, bwana Abdi ameeleza jinsi ambavyo yeye katika uh, masomo yake ama elimu yake ya sheria na masuala ya kuelewa jinsi ambavyo ameweza pia kushughulikia masuala ya uchaguzi, uelewa wake masuala ya uchaguzi, pia jinsi ambavyo tume hiyo uchaguzi na mipaka inaendesha kazi zake. Tayari tunaona kwamba hiki kitakuwa ni kinyang'anyiro cha karibu sana, tukizingatia hawa wawili. Lakini pia ukiangalia jinsi ambavyo Wakenya wanakusudia kukuza demokrasia na, na kuhakikisha kwamba kuna ule uaminifu na imani katika tume ya uchaguzi na mipaka, nadhani kwamba ni muhimu sana kwamba viwango viweze kuinuliwa kabisa na vya masuala ya uadilifu uh, jinsi ambavyo ukakamavu wa kila ambaye anaenda kupigwa msasa, baadhi ya wale kumi na moja ambao wanawania uwenyekiti ili kuwa katika tasnifu ya uchaguzi, jinsi ambavyo tunataka kwamba tuwe na mwenyekiti ambaye ana uwazi, uelewi na kushirikisha uh, washikadau mbalimbali katika masuala hayo yote, wakenya waweze kuangalia kwamba ni muhimu sana kwamba masuala yote ya ulegevu katika uadilifu ama uelewi ukakamavu yasije hata kidogo yakachukuliwa kwamba ni mzaha asua katika mao. Kumbuka, ni muhimu kwamba chini ya katiba hii ambayo tunayo ya mwaka elfu mbili na kumi tumekuwa na uchaguzi mwaka wa elfu mbili na kumi na tatu kumi na saba ukarejelewa baada ya mahakama uh, ya upeo kuweza kubatilisha kubadili matokeo, matokeo, na na mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. a katika chaguzi hizo tumeona kwamba Wakenya bado wanasumbuka na suala la kuwa na uaminifu ama imani katika utendakazi ya tume na. Niulize swali hili kwa sababu nafasi hii hatuwezi kusahau kwamba ni nafasi ambayo imekawia muda wake mm -hmm. e, kupata mwenyekiti lakini ukiangalia swala zima la kuchagua viongozi pamoja na makamishna huwa ni swala ambalo lina mvuto sana wa kisiasa mm -hmm. ndiyo maswala IEBC lazima niyayo ya, ya kisiasa lakini mm -hmm. hapa nchini inakuwa ni maswala ambayo yana mvuto yana mihemko ya, ya, eh, ya kiwango chake tupe sababu ambazo pengine zimepelekea mpaka sasa hivi ndio tunatafuta kujaza pengo la mwenyekiti na hatimaye eh, makamishna. Nimrod si mara ya kwanza kwamba nafasi ya makamishna yeah. na hata mwenyekiti katika tume yeah. imeweza kusalia bila makamishna kwa muda mrefu. Tukumbuke kwamba katika kile kipindi kabla ya makamishna kuweza kuteuliwa mwaka elfu mbili na ishirini, pia tume hiyo ilikuwa imekosa makamishna ka, karibu wanne mm -hmm. uh, nafasi hizo zilikuwa zimekaa wazi mm -hmm. na zikajazwa miaka miwili kabla ya uchaguzi yeah. Ni kama historia hiyo imerejelewa sasa hivi lakini hivi tumekuwa na mambo mbalimbali mbali. Kwanza kumbuka kwamba kulikuwepo na ile vuta ni kuvute kati ya viongozi wa kisiasa na ikapelekea kwamba kubuniwe na ile uh, kamati ya Nadco no. Mapendekezo kadha jinsi ambavyo uh, ile kile kikao ama kamati ambayo itazingatia na kupiga msasa makamishna hawa mm -hmm. itabuniwa. No. Kumekuwepo na sheria kuhusu hiyo no. Kumbuka kwamba bunge liweza kushirikishwa katika kubuni sheria ama kubadilisha sheria mm -hmm, mm -hmm. jinsi ambavyo kamati hiyo itabuniwa na hapo yeah. Kakuwepo na mvutano na pia kumekuwepo na kesi mahakamani kwa sababu ya mrengo wa Azimio ambao kulikuwepo na ubishi no. jinsi ambavyo ni nani haswa atawakilisha no. Azimio no. kwa hivyo baadhi ya maswala haya ndiyo yalimeweza kuchelewesha mambo haya yote. Nakumbuka kwamba mwezi wa nane mwaka uliopita, Mheshimiwa Rais William Ruto aliweza kueleza kwamba ni nia yake na kusudi lake kwamba uh, tume ya IEBC iweze no. kubuniwa ili majukumu yake ambayo mengi yamechelewa no. yaweze kutekelezwa. Ikiwa ni hivyo basi, kwa hawa ambao wanapigwa msasa mm -hmm. Je, wanafahamu fika majukumu yaliyokumbelewa kwa sababu ya hisia hizo za kisiasa na kwa sababu ya mvutano ambao unakuja mara kwa mara katika masuala ya kuchagua tume, hofu yangu ni kwao mm -hmm. na pia kwa wanasiasa na wananchi wa Kenya kwa jumla kwamba kusiwepo na mwingiliano wa kisiasa mwingi sana, kwa sababu hawa ambao wanapigwa msasa, najua tayari wanaelewa fika kwamba majukumu ambayo yanasubiri uh, tume hii na, na mwenyekiti wake kuweza kuanza kutekeleza majukumu yake, ziwe zile ni chaguzi ndogo mm-hmm. Ni muhimu sana kwa sababu katiba haijakusudia kwamba maeneo wakilishi yoyote iwe ya wadi ama maeneo bunge mm-hmm. Yatakosa mwakilishi. Jambo lingine ni kuwa Kumbuka tayari katika maswala ya kuweza kukagua tena uh, ma, ma, maswala ya mipaka ni swala muhimu ambalo tayari liko nyuma zaidi ya mwaka mmoja tangu ule upeo wa miaka kumi na miwili ambayo imewekewa na katiba na maswala muhimu ambayo tume hii itabidi iweze kujadili ni kwamba je, kati ya sasa na uchaguzi ujao wa mwaka elfu mbili ishirini na saba je, tume hii iko na fedha na itakuwa imejitayarisha kikamilifu kuweza kufanya marekebisho ya mipaka na baada ya hiyo pia iweze kujitayarisha kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Masuala haya yote pia, kuna mambo ya gharama tayari. Afisa uh, uh, mkuu uh, mtendaji wa IEBC tayari ameshaeleza kwamba takriban bilioni uh, 61 zitahitajika katika masuala ya IEBC ya uchaguzi mwaka 2027. Mm -hmm. Iwapo kutakuwepo na masuala ya kurekebisha mipaka na masuala pengine kama kutakuwepo na mambo ya, ma ya kura ya maoni ambayo wengine pengine huenda wakaanza kupeana huo msukumo basi, huenda masuala ya gharama hayo yakawa yako juu sana. mm -hmm. Na je, suala ya ibuka itakuwa uchumi wetu kwa sasa na kupitia mwongozo wa makamishina hawa. Yanaweza zingatia mambo haya yote kuweza kutekelezwa na tume hii mm -hmm. Um, kwa wenyekiti ambao wamekuwa hapo awali nafikiri kuna matukio ambayo tunaweza kusema ni ya kihistoria. E, sikumbuki wakati mwenyekiti Chesoni cha e, Soni jaji mstaafu e, kama kulikuwa na matukio zama hizo, lakini manake ilikuwa ni uchaguzi unamhusu e, marehemu Daniel Arap Moi mm -hmm. peke yake, lakini ukiangalia Samuel Kivuitu mm -hmm. alikumbana na changamoto zake mm -hmm. wakati wa kuthibitisha e, kwamba rais mwenda zake Mwai Kibaki ameshinda mm -hmm. na kuapishwa E, majira ya jioni e, marehemu Wafula Chebukati, si kitambo sana e, matukio yaliyotokea Bomas of Kenya. Sasa sijui kama kuna matukio ambao huenda pengine hawa wenye kiti wakawa pengine wamejitayarisha ama hakuna kitu cha kujitayarisha, ni mambo ya kugutukia tu. Yasikitisha kwamba wenyekiti hao ambao umetaja wote ume wametutangulia mbele za haki, uh, roho zao ziweze kulala kulala mahali pema peponi. Uh, lakini kwamba jukumu ambalo li na, limetwikwa kwa makamishna na mwenyekiti wa tume hii ni majukumu mazito sana ambayo hayastahili kuchukuliwa kwa urahisi. Changamoto ambazo ziliwakumba wenyekiti wa tume ya uchaguzi kabla ya katiba mpya yalikuwa tofauti sana na jinsi ya kujumuisha washikadau mbalimbali haikuwa jinsi ambavyo inasisitizwa na katiba na sheria. Sasa hivi kumbuka kwamba katika kuboresha uchaguzi uh, maswala ya uchaguzi na demokrasia nchini, okay. Ukiangalia tasnifu hii yote, kuna washikadau mbalimbali, okay. Kuna, kuna bunge, okay. Kuna mahakama, kuna mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, kuna afisi ya msajili wa vyama, kuna wananchi mm -hmm. Uh, kuna polisi na, na vyama vya kisiasa, okay. Hawa wote ni washikadau muhimu sana wa kuweza kufanikisha maswala ya uchaguzi, mm -hmm. Na tume pamoja na mwenyekiti inastahili iangalie kwamba je wanashirikisha kwa njia gani washikadau hao wote? Baadhi ya changamoto ambazo zilizopo ambao mwenyekiti mpya ambaye ataweza kukumbana nayo ama kukabiliana nayo, kwanza ni kuhusu jinsi ya kutekeleza sheria kuhusu ufadhili wa kampeni. Sheria hiyo ama uh, mswada huo uko bungeni sasa hivi. Utakuta kwa bahati mbaya hilo swali ambalo linazua ni swali zuri, lakini utakuta kwa bahati mbaya wanatekwa na vyama vya kisiasa kuna, yote. Kweli kabisa na. Kuna kutekwa na, na vyama vya kisiasa pili. Kuna jinsi ambavyo pengine wana upungufu wa kushughulikia maswala ya kuvunja sheria Mm -hmm. za kampeni na maswala ya, ya, ya, ya uchaguzi kwa kuna watu ambao kuvunja sheria ni ibada kwao. Mm -hmm. na jinsi ambavyo wanashughulikia maswala ya uhalifu katika maswala ya uchaguzi ni kama dini kwao. Mm -hmm. Je, tume hii inaweza shughulikia vipi masuala ambayo tunaita election offenses? Jambo lingine ni jinsi ambavyo tume hii ama mwenyekiti mwenyekiti pamoja na makamishna wanaweza kujiondoa katika uwezekano wa minyororo ya mwingiliano wa kisiasa. Kumbuka kwamba baadhi, katika kamati ambayo inawapiga msasa, kuna wawakilishi wa vyama vya kisiasa, wawakilishi wa tume ya bunge na wawakilishi wa, wa, wa, vyama muungano wa, wa, wa dini kadhalika. Lakini inastahili kwamba pale ambapo mtu amekuwa tayari kamishna ama mwenyekiti, inafaa fikra zake, nia yake, mwelekeo wake na mwongozo wake iwe ni katiba ya Kenya na wananchi wa Kenya, japokuwa awe hata pengine amependekezwa na, na chama cha kisiasa kadhalika. Jambo lingine ni jinsi ambavyo kuna msisimko na Uh, mambo mengi ambayo kupitia zile nia za vyama vya kisiasa na viongozi wa kisiasa uh, wanaweka mwingiliano jinsi ambavyo tume hii inatekeleza majukumu yake yeah. Ndiyo pia inaleta upungufu, kwa hivyo hatustahili kulaumu tu tume hii na mwenyekiti na makamishna yeah. Viongozi wa kisiasa ndio baadhi ya watu ambao pia wanapotosha na kuzorotesha ama kupunguza imani ya wananchi katika tume na jinsi inavyotekeleza majukumu yake. Tuzungumzie iwapo tumepiga hatua katika masuala ya uchaguzi hapa nchini, kwa sababu utakuta mara nyingi kunakuwa na gumzo, hasa wakati wa kujiandaa katika uchaguzi mzima. Iyo ni masuala ya kifedha, mara nyingi unakuta tume inalalamika kwamba haipewi pesa wakati unaofaa kujiandaa, na saa nyingine zinapotoka fedha feather, ni fedha ni chache. Pili, maandalizi katika hata ku... E, chapisha karatasi za kura kwa mfano mm -hmm. Kuna mataifa ambayo yanachapisha karatasi za kura nchini mwao mm -hmm. Sisi hapa inatubidi tunategemea mataifa mm -hmm. ya ughaibuni na saa nyingine kuna kunakuwa na hali ya mshike mshike kuhusu nani aliyehusika, kampuni imehusishwa na mtu fulani ama mwanasiasa fulani, na vitu kama hivyo. Sijui kama tumepiga hatua, ama tukini, hatua ama bado hatua tumepiga, lakini bado uh, hatujafikia kile kilele ama kiwango ambacho pengine kinahitajika kina no. Kwa sababu ya mambo kadhaa, kwanza ni makamishina ambao bado wamefungwa na minyororo ya uhusiano wao na vyama vya kisiasa no. na viongozi kadhaa no. wa kisiasa ambao waliwapendekeza. Pili ni jinsi ambavyo viongozi wa kisiasa pamoja na vyama vya kisiasa havina nia na ule uadilifu wa kufuata sheria mm -hmm. Kwa mfano ukiangalia katika zile uh, chaguzi, uchaguzi mdogo ama ule, uchag, uh, ule mchaguzi wa mchujo katika vyama vya kisiasa mm -hmm. hapo hakuna haki na uwazi katika masuala ya, ya, ya ndani ya vyama vya kisiasa kuweza kuchagua watu ambao watapatiwa tiketi ya chama. Pili, ukiangalia jinsi ambavyo sheria kuhusu masuala ya uchaguzi zinavunjwa. Sheria hizo huvunjwa na viongozi wa kisiasa ambao wanaona kwamba iwapo wataguswa hata na tume ya uchaguzi, wananchi huenda watakuwa na hamaki na walete vurugu. Kwa sababu ya ufuasi mkubwa sana. Kwa hivyo hatua, japokuwa bunge pengine itabuni sheria, ule ukosefu wa kuwa makini na kufuata sheria kwa wanasiasa na vyama vya kisiasa kunaturegesha nyuma, tofauti na ile kusudi ya kupiga hatua katika kukuza demokrasia yetu. Jambo lingine ni jinsi ambavyo kuna kuchelewa kwa tume ya uchaguzi kuweza kupata fedha kutoka uh, katika hazina ya kitaifa. Inastahili kwamba tume hiyo iweze kupata fedha zile, lakini pia katika maswala haya yote, unajua ile gharama kubwa sana ya maswala ya uchaguzi, fedha nyingi sana huenda katika maswala ya kushughulikia kesi mahakamani. Na ukiangalia iwapo uh, takriban asilimia uh, ishirini mm-hmm. ya bajeti ya tume inaenda kushughulikia maswala ya, ya, ya kotini na sheria basi na maanisha kwamba je, iwapo tutapunguza kuvunja sheria mm huenda -hmm. gharama ya uchaguzi ikarudi chini. Masuala haya ni muhimu sana, lakini pia ule ukosefu wa tume ya uchaguzi kuwa na makali ya kuchukua hatua, kuwachukulia viongozi tajika hatua za kisiasa, kumbuka wale ambao wanavunja sheria wakati wa uchaguzi ama pale ambapo tunaelekea tu kwa, kwa, kwa uchaguzi iwapo tume hiyo haiwezi tekeleza ile ambayo tunaita Election Offences Act kwamba hatua zichukuliwe, basi namaanisha kwamba tume hii, japokuwa kuna sheria zinastahili kufuatwa, ina ule upungufu wa kutekeleza sheria hizi. Um, nafikiri siku ya Alhamisi makamishna nao watakuwa wanapigwa msasa, e, na nafikiri kuna idadi kubwa, lakini tuzungumzie matukio ambayo yalitokea mwaka 2022 mm -hmm. E, wakati baadhi ya makamishna wakitofautiana na wenzao hasa mwenyekiti, e, kuhusiana na matokeo ya uchaguzi ni shughuli ambayo nafikiri ilikuwa ya kipekee ya kihistoria, e, unahisi vipi katika mchakato wa sasa, na je, kwako wewe ni matukio ambayo yanaendeleza demokrasia ama yanaonyesha yale ambayo unazungumzia kwamba kuna baadhi ya makamishna ambao wanatekwa kisiasa na fikra zao zinaongozwa na mwongozo wa wale waliowateua na masuala ya kisiasa. Unajua, pale ambapo makamishna wanasahau kwamba uwajibikaji wao ni kwa katiba na sheria ya nchi, na wanaona kwamba wanawajibika kwa viongozi wa kisiasa, wanazidi kuangusha na kuzorotesha demokrasia yetu. Ukiangalia kwa mfano uh, nchi kama India ina wapiga kura takriban bilioni moja no. Lakini hatujasikia tetesi kuhusu mvutano kati ya makamishna ama kuzorota kwa imani ama kutokuwepo kwa imani ya wananchi wapiga kura kwa tume ya uchaguzi no. Kenda nchi kama Marekani, wapiga kura ni wengi zaidi ya yetu, lakini hatujasikia tetesi ama hata kuwajua uh, makamishna ama ule mvutano. Nakumbuka kwamba ukiangalia Marekani makamishna wa uchaguzi hutoka upande wa uh, chama cha Democrats na upande wa Republicans watatu watatu. Hatujaisikia mvutano kuhusu matokeo ya uchaguzi. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kama hakutakuwepo na mwingiliano wa siasa katika majukumu ya tume, na tume hii iweze kuzidi kuendesha majukumu yake kwa njia ambayo ni wazi na haki, na ambayo inaweza kuangaliwa na tuseme mahakama na kuthibitishwa kuwa haki sidhani kwamba makamishna ama uchaguzi wa makamishna huende akakuwa ni jambo kubwa sana kwa wananchi. Ikiwa ni hivyo basi, tutafikia lini e, tuwe na sheria ambayo inasema kwamba si lazima vyama vya kisiasa vihusike katika kuteua Nimrod, makamishna jinsi tumeketi hapa sasa hivi, unaweza tuma <coughs> laki moja ya Kenya na kijijini kwenu itekeleze majukumu fulani, na ifike, unaweza tuma laki tano ama laki nne nazifike bila kuwa na wasiwasi wasi, no? Unaweza tuma ujumbe mfupi na utafika, no? No? Mbona ikija katika masuala ya uchaguzi tusiamini teknolojia? No. Je, tunaweza tumia SMS ujumbe mfupi kupiga kura? Ingekuwa kama kwa mfano Marekani ambapo kuna zile kura za mapema no, early voting, no. No, je inawezekana hapa Kenya? Sasa ina maana kwamba tumetia hofu kwenye teknolojia lakini tunatia imani kwa wasimamizi kwanza, kuna wasuala ya kutokuwa na imani kwa wasimamizi. Pili, kutokuwa na imani na pale ambapo teknolojia hii imenunuliwa na wale ambao wanasimamia ama wanaendesha jinsi ambavyo teknolojia inatumika, lakini pia kuna ule uwezekano wa kuitilafiana na teknolojia hii, jinsi ambavyo inapeperusha. Lakini tukiangalia jinsi ambavyo mahakama ya upeo ilipokuwa inashughulikia suala la matokeo ya urais ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili maswali ambayo uh, majaji waliweza kuuliza na yakashindwa kujibiwa na na no, upande no, walalamishi wa, wa, ambao walikuwa no. Ni wazimio ni kwamba je, katika zile sekunde karibu mbili ambazo fomu ile imeweza kuwa uploaded na kutumwa ifike hapa ipepereshwe wakati huo, je, katika sekunde moja inaweza chukuliwa iweze kuhitilafiwa na tena peperushwe, wakashindwa kujibu. Kwa hivyo nadhani kwamba kuwepo na, unajua, wajua usema kwamba sikubali kushindwa, si Simshin, mshindani. Kwa hivyo pia iwe kwamba kushinda uchaguzi sio lazima kwamba, iwapo wananchi wamechagua mtu fulani, iwe kwamba hayo ndio matokeo na yakubalike. Jambo lingine ni kwamba teknolojia iweze kuelezewa kwa wananchi, wakati ambapo naita uh, public participation, mm -hmm, na civic education. Waelewe kwamba teknolojia hii ya uchaguzi imenunuliwa nchi fulani na itatumika kwa njia hii katika kupeperusha matokeo ya urais kwa mfano, itachukua kipindi hiki na kwamba haiwezi kuitilafiwa na mtu yeyote. Iwapo wananchi wataelewa hivyo na vyama vya kisiasa na wanasiasa pia waelewe hivyo, sidhani kwamba tetesi hizi zote huenda zitakuwepo nyingi sana na utafika wakati ambapo pengine tuweze kuwa na matokeo siku hiyo hiyo moja, mm-hmm. ya kupiga kura. Eh, ama bado eh, inampendeza mtu ama inamfaidi mtu wakati uchaguzi unapofanyika, una kura zinahesabiwa siku mbili, siku tatu? Tumezidi kupiga hatua. Kitambo ilikuwa ikichukua muda hata zaidi, na kwamba wale ambao ni wasimamizi wa, uh, wa, wa stesheni za kupiga kura wasafiri hadi Nairobi; wakati huo ilikuwa KICC, unakumbuka wakati wa Bwana Kivuitu mwenda zake aji na ile fomu iweze kuthibitishwa na wengine wao walikuwa wanaweza kutekwa nyara kadhalika. Lakini sasa hivi fomu hiyo inapeperushwa moja kwa moja, japokuwa bado tunahitaji kwamba wale wasimamizi waweze kusafiri na fomu hiyo, inastahili kwamba tuwepo pengine na stesheni mbili za kuweza kupiga idadi mm -hmm, ya matokeo kwamba fomu hiyo iweze kutumwa, kwa mfano kama ni Bomas, fomu hiyo tena itume kwingine ili kwamba iweze kuangalia kwamba, je, matokeo haya ni, ni ya kweli na jambo lingine ni ule usalama wa maafisa wa tume ya uchaguzi na, kumbuka Bwana Rimrod, hadi sasa maafisa kadha akiwemo mwenda zake Bwana Msando wamepoteza maisha yao na, hiyo inaleta hofu katika familia, kadhalika inastahili kwamba swala la usalama wa maafisa wa uchaguzi liweze kutiliwa manani sana, manani sana na, na pili, fidia kwa familia pale ambapo maafisa hawa. Kumalizia kwa sekunde chache sana, mchakato wako, hisia zako kwa wananchi, kwa sababu hili ni jambo linawahusu. Ukiangalia eh, katika takwimu zilizotolewa na IEBC hapo nyuma, tunawapiga kura zaidi ya milioni ishirini. mm -hmm. Hesabu ya kura zilizopigwa, utakuta aliyeshinda alipata kura milioni nane, aliyeshindwa milioni saba. Ina maana kwamba ni milioni 15. mm -hmm. Milioni tano hawakupiga kura. mm -hmm. Hisia zako. Kila mtu ana haki ya kujihusisha katika masuala ya uchaguzi kwenda kupiga kura ama kutopiga kura ni haki ya, ya mwananchi ambaye amejisajili. Lakini uhamasisho ni jambo muhimu sana, wa vyama vya kisiasa pamoja na tume ya uchaguzi kuhamasisha watu umuhimu wa kupiga kura, ili kwamba lalama zisije zikajitokeza kwa sababu hawakupiga kura, na kumbuka kwamba hata wale ambao hawatapiga kura, viongozi ambao watachaguliwa watakuwa ni viongozi wao bado. Lakini cha muhimu ni kwamba katika wakati huu wa kupiga msasa ma watu ambao wanawania kuwa makamishina ama wenyekiti, tuweze kuangalia kwamba wawe ni watu ambao hawana madoa ama dosari ama kwamba alama za dukuduku hazipo, hazipo kuhusu tajriba yao ueledi wao na uwajibikaji wao. Asante sana. Tumekuwa tunazungumza naye Javas Bigambo, mchanganuzi wetu wa masuala ya kisiasa na uongozi. Asante sana Javas. Bila shaka mtazamaji, uh, tunaendelea taarifa zetu za saa saba mchana ni hivi punde, na bila shaka tutakuwa tunaendelea na kipindi cha msasa ambao unapigwa baadhi ya walewa wanawania wenyekiti uh, wa IEBC mwendo wa saa 8 mchana. Sondoke, tunarejea hivi punde.